Mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu umewaua watu hamsini na nane katika jimbo la Bauchi, kaskazini mashariki mwa Nigeria. Mengi zaidi na Alfred Lobawoy. Maafisa wamethibitisha mauaji hayo huku ugonjwa huo ukiwaathiri watu wengine zaidi ya mia mbili hamsini katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo. Ugonjwa huo ambao husambazwa kupitia chakula na maji yaliyoambukizwa, ni kawaida nchini Nigeria, hasa katika majimbo ya kaskazini, ambako kuna uhaba wa maji safi ya matumizi, hasa vijijini na mitaa ya mabanda. Naibu gavana wa jimbo la Bauchi Awal Mohamed Jatau amesema tayari kamati mbili za afya zimeundwa ili kuja na mbinu za kupambana na ugonjwa huo. Takwimu kutoka wizara ya afya nchini Nigeria zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 400 wamepoteza maisha kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita na wengine zaidi ya elfu kumi na moja ambapo idadi kubwa ya waathirika ni watoto wenye umri wa chini ya miaka mitano.